Tunasalia hapa Nairobi ambapo mamia ya Wakenya walijitokeza kwenye barabara za jiji hili leo asubuhi, huku biashara zikitatizwa kufuatia taarifa za kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Wengi wao wakiwemo vijana walibeba matawi katika sehemu mbalimbali za jiji kuu la Nairobi wakimwomboleza Raila. Jimi Mbogo alikuwa katikati mwa jiji hili la Nairobi na hii hapa taarifa yake. Jumatano asubuhi itasalia siku ya giza kwa maelfu ya wakazi wa Nairobi waliojitokeza kwenye barabara za jiji kuu kumwomboleza Raila Amolo Odinga. Kwa nyimbo na densi walijitokeza kwa hisia, jiji kuu la Nairobi likigubikwa na rangi nyeusi, chungwa na ya bendera ya Kenya, Wakenya wakijimamwa ya kuomboleza mtu waliyemtaja kuwa mwokozi wa siasa nchini used almost entire of his life to fight for the common manaichi those people that you are seeing demonstrating here they are doing this because of the legacy that Baba left behind. Nani atatutetea sisi kama wana Kenya? Manake kama kuna ugumu Raila ndio anatusaidianga sasa Nataka nijue, Raila ni miraa anafichwa, alafu tunaletewa habari yeye amekufa. Shughuli za biashara zikikatizwa, huku msongamano wa magari ukishuhudiwa, ikiwalazimu madereva wengine kugeuza magari wakihofia usalama wao, barabara za kuingia na kutoka Bunge na ile ya Harambe ikijaa watu waliotaka kujiunga na wenzao kwenye maombolezo na koligongo kaniambia Raila amekufa, singeenda hata kazi. Nikamwambia tu boss wangu it can never happen. So as Kenyans, venye unatuona hapa, sisi ni mayatima. Baba ndiye alikuwa baba yetu baba. Hakuna baba, hakuna Ruto. Tunajua sasa sahizi, tuna hata Nairobi tumesema no work as usual, na niko hapa na jeshi, ni jeshi la baba yes. leo tunasema tunaboleza in peaceful, na hii mambo jeshi wananiambia niwatumie message kwamba sherehe ndio tumeanza. Baba lazima tujue ako wapi hata kama kwa India sherehe tutakuwa napiga shughuli kila siku mpaka siku yenye baba atazikwa, au sio? Kwa wengi, matukio haya yaliashiria namna wanavyomkumbuka kigogo wa siasa Raila Amolo Odinga. Kwa wafuasi wa Raila Odinga, kifo chake ni pigo kubwa, kwa sasa wasijue ni nani watakayemtegemea kuwa mtetezi wao. Jimmy Mbogo, Runinge ya Citizen, Nairobi.